thutha wa njetu kana no nene iri yagaire gatagati ka ndama wa mobile spares na bishop wa kanitha wa JCM benson gathugu kama kamau aya eri ni makuriirwo na bara nene gukunendaini uyu ni thutha wa audio ya ndama gukorwo ekiliku mwaka muhetuku. muhetuku haria arikire kuhithuria maundu maingi ma thiini megie bishop ben haria augire ati Bishop Ben ona ni anyuaga njohi na oho akiongerera ati Bishop ari mu maraya magicemania ati ona ni ndama wa muteithirie agitigana na ahiki tondu anditaga ahiki ikumi hari muthenya umwe. Eri acio ni matumanire uthu munene muno no ona mationanaga ritho kwa ritho

Akanihonga akanihonga, kumbe hakujua mimi ndiyo muhongi yule mkubwa kwetu. Out of nowhere she started telling lies of our conversation on her post. Little did she know I was recording. Mimi ni taliban wa geto na sijaitoa wa stori zote alisema mauchungu ya dembos yake ni ati alitoa call hiyo siku akitaka kufix mjamaa na mimba, lakini hiyo siku bingu likafunguka, malaika wakazuia, hatred ikaingia, akachukiwa tu from nowhere kama

na kuga atiriri ciana ni kirathimo kuuma kwi ngai haria andikite ati children are a blessing from the lord always be proud of them if you have them and take time to pray for them remember millions of barren women are praying for children don't take the blessing for granted thank you lord for the blessings i have i once prayed for them may god remember every family praying hard and trusting god for kids in jesus name It's a congratulations to Madam CEO ndama ndana gitigira hau no athire na mbere na gukorwa akiongerera ate mwathani uhesiana he ciana ta ikumi uguo ni gurera agathanduka the na metheko theko gynecologist marauga ni mieri igana tondu mutikirigagwo akagwa thina mitheko tigaikwaria tigai kwaria na mihehu tamuretigira akagwathina mitheko retigira akagwa thina mitheko rudama ni ekirite ndetwe na mukonde ati enaihu no torio kiwi purity macharia ni arwaga bara nyinge muno guko nedaini cia dama wa mobile spares na karagumuraya toyukoro wurihitwo niyo thutha wa pirite kuona mbica iyo ni athire kuria nendaini na atuika wa kwandika kaundu karia karonekana ati tari kaundu ndama agienda kuga no wendaga kienda gukiumukania pirite ni ahuthikaga muno ni ndama na karangu gukorwo kiaria maundu nendaini maria oene magienda gukorwa ndu mamenye no matinge yugira Riu Purity athiite kuria nenda-ini na agakorwo akiandika kaundu karia gatuma andu mone ati mwana uyu wa dama ni wa Bishop Ben na ni tugukorwo tugika mathabu macio. Purity ni athii nenda-ini ciake cia ukinyaniria na akorwo agikira gabica gaka ka dama karia aroneka akinyitite nda ya mwana wake na athii na mbere na kwandika caption iria yagegia andu ungiririkana haro ya dama na Bishop Ben yambirie mweri wa inana mwaka muthiru kwa koguo getara tara kuma hande deo nginya na kiedu mieri enana pirete masharia athi na akä andä ka atä rä rä hakakata kuwa kabishofu dama, wa dama to akyugate, deo ya dama mwana ucio kabishofu kanini na acoka akiuga ati o ni mieri tandatu nginya I have even given the baby a name already Ben Murevi agathanduka thi na mitheko uyu ngi nake akiuga ati Ben Kururia I don't know mone tari theru no piriti ni arake menya uri arauga ndagihe mwana wa ndamaritwo bishop atako menya kiri arauga uyu uga lazima tufanye hesabu bishop alicheza aliacha kuchezesha watoto lini nake piriti agacokia na kugwa thi na mitheko murumireri uyu nge no kana akiuga ati Huyu ni wa bishofu aki. Sunday preaching will beget many kids and co-parenting. Aki ugati bishofu ugwone kwa kakoroke hujia muthenya wa kiumia akigeria Aki geri guitetera. Hoyo genake noo kanadika mihoa yake. Haria oke tena aka ugati. Walai akamba agathanduka thi na mitheko wa laini ya bishofu hii akagwa thi na mitheko riu ta ni tweke mathabu maitu ndamari na bishofu Ben matigire kunditi hau mweri-ini wa mugwanja we nana no ndeto ino yarikirie kumbukanio mweri we nana kwoguo ungika mathabu macio kuma August last year nginya thaa ici ndaa iyo no ikorirwo ina kindu mieri inana o ta uria Purity Macharia arauga hau No tanauga musene wa maheni oririkane piurite masharia ni murata wa gitekia mbere wa dama wa ona nowe warutite muhuhu na muchene ucio wa kwira wa janyarari ati ndama ni arutite kwiro nigetha agie ihuria bishofu no meiciragia ati ihuritia akiingirire no uma ni ati ihururira ni kioneka ati niria akiingirire koguo gaka gakahota gukorwo ka Bishop Junior riu muthikiriria na mwiroreri witu rekenya mbegu thakire audio sha hau kafere iria sia riketi kuri ku guko na deni sho kinyaniria ni ndama wa mobile spares iria makiaragia na president of good wives audio ya yatumire we na Bishop makamena na kaimana na riu marakionekana ta magukoro magikondo wita guko parenting todo mwana ego kadangi giteyo rekenya mbegu tikire ka audio ka uhaha na guririkania na giteyo wetikira gukoro ge subscribe ko comment na go